Tumeishia pale bibi yule anamwambia sister, ukweli kwa nini kijiji chao kinapata majanga makubwa ambayo siyo kawaida kuyapata. Bibi yule akamwambia sister, miaka sitini iliyopita, kipindi mimi niko mdogo kabisa, kuna binti mmoja alipata ugonjwa. Ugonjwa huo ukawatisha zaidi wanakijiji wa pale, pamoja na wazee waliopo kati kijiji hicho. Binti yule alitokwa na mapele mwili mzima na kusababisha kila mtu kumuogopa mtoto yule. Wazee wa kijiji hicho wakapanga njama usiku, bila kuwashirikisha wanakijiji wengine wazee wale waliamua kumchukua mtoto yule mwenye ugonjwa na kumpeleka hadi msituni. Baada ya kusema hivyo, bibi yule alinyongonyea sana na kuangalia chini kwa huzuni. Sister akamwambia, endelea, kisha ikawaje? Bibi yule akasema wazee wale walikuwa ni wazee wanne walienda na mtoto yule wa kike msituni na hawakurudi naye. Mmoja ya wazee walioshiriki kwenda katika msitu ule alikuwa ni baba yangu. Baba yangu alirudi. Nyumbani aliwa kama amechanganyikiwa, mikono yake ilikuwa imejaa damu na hata akili yake haikuwa sawa kabisa. Nilikuwa ni mdogo ila, nilikuwa kuna kitu kilitokea. Kesho yake ikatangazwa, mtoto yule mtoto yule amepotea na hakupatikana tena. Miaka mingi ikapita, baba yangu pamoja na wazee wale watatu walipata ugonjwa kama ule ule ambao alikuwa nao binti yule. Miaka michache iliyopita, baba pindi yupo katika kitanda anakaribia kufariki, aliniambia ukweli ya kwamba mtoto yule, yeye pamoja na wazee wenzake walifanikiwa kumuua mtoto yule. Baada ya tu ya baba na wazee wale kufariki, kijiji hicho kikaanza kupata majanga makubwa makubwa ambayo sio rahisi kutokea kabisa. Kwa kila mara, mara moto kuwaka katika kijiji hicho, mara mazao kuoza na mengine kutokustawi kabisa, muda mwingine kisima kina kauka. Ikafikia hatua hadi watoto wadogo wanaozaliwa kufariki bila sababu ya msingi ndio siku moja mganga wa kijiji akaoteshwa na kuambiwa wanatakiwa watoe sadaka ili waishi kwa amani. Hivyo wakaanza kufanya vile na ndio angalau matatizo yakapungua katika kijiji hicho. Sadaka kubwa ilikuwa ni kuwatoa sadaka watoto wachanga katika msitu ule. Sister alihuzunika sana baada ya kusikia hivyo, sababu ni tukio la kikatili sana kulifanya tena kwa binti mdogo ambaye hana hatia yeyote, eti kisa ugonjwa tu aliyoupata ikasababisha kukatizwa uhai wake. Sister sasa akaingia chumbani na kuanza kuchanganua afanye nini. Sister amekaa akakumbuka kuna kitabu anacho ambacho kinaweza kumpa msaada. Sister akakitoa kitabu kile na kukiuliza, kitabu, unahisi tukifanya kitu gani kitaweza kuwasaidia wanakijiji hawa, na wawe na amani, hii mikosi yote ishe bila sadaka yeyote? Kitabu kile kikamwambia, hawa walifanya makosa makubwa sana ambayo yalisababishwa na wazee wao, ila kijiji kizima kinalipia cha kuwasaidia. Ili kuweza kuitoa laana hiyo, wanayakiwa wakatafute mwili wa binti yule ulipo kule msituni na kuweza kuuzika mwili huo kwa heshima zote, pia waombe msamaha kwa mtoto yule. Sister akasema, hiyo itafanya kazi kweli? Kitabu kikasema, ndio njia pekee nitayoweza kukupa. Basi Sister akakutana na wanakijiji wale na kuwaeleza kitu ambacho wanatakiwa kukifanya Wazee wale wakakubaliana watautafuta mwili wa binti yule, japokuwa ni miaka mingi, ila lazima tu waipate hata mifupa yake kule msituni. Basi wanakijiji wote wakaungana na kuelekea msituni kutafuta mifupa ya binti yule. Walitumia muda mrefu sana, ni zaidi ya masaa kumi wapo msituni. Kwa bahati nzuri, mida ya jioni, wakafanikiwa kupata mifupa ya binti yule. Ilikuwa ni mifupa iliyopo katikati ya msitu ule, na ilikuwa ni mifupa midogo, kuashiria ni ya mtoto mdogo. Hivyo wakajua moja kwa moja ni ya yule binti aliyefanyiwa ukatili. Basi wakachukua mifupa ile na kwenda nayo kijijini na kuifanyia ibada, kisha wakaizika kwa heshima zote na kumwomba msamaha binti yule. Sister ndio aliongoza ibada yote katika mazishi ya binti yule. Wamemaliza kufanya hivyo, ilikuwa imefika mida ya usiku sana, hivyo kila mtu akaenda kupumzika. Ile sister amelala, usiku akaota yupo katika chumba kimoja, kuna giza ila, kwa mbele akaona mtoto wa kike yuko mbele yake, amevaa nguo nyeupe sana. Mtoto yule akamwambia, asante sana Sister, umeniweka huru. Nilikuwa na kinyongo sana kwa tukio waliloweza kunifanyia wanakijiji hawa, lakini sasa hivi nitaenda kwa amani na wala sitawasumbua tena. Sister akasema, tunashukuru sana binti, wasamehe sana watu waliokufanyia hivyo, wanakijiji wote walikuwa wanakupenda sana wewe, nenda kwa amani kabisa. Basi mtoto yule akapotea na sister akashtuka ndotoni. Sister kesho yake akawahadithia wanakijiji ndoto ile na akawaambia, kuanzia leo hamtakuwa mnatoa sadaka yeyote, hivyo muishi kwa amani na hakuna majanga yeyote yatakayoweza kuwadhuru katika kijiji chenu. Wanakijiji wale walifurahi sana kusikia hivyo na ukamshukuru sana Sister, sababu waliishi kwa mateso sana kwa zaidi ya miaka arobaini. Sister akajiandaa ili aweze kuendelea na safari yake ile, anawaaga wanakijiji wale, akawaachia neno moja, akawaambia, mnatakiwa muwe mnajitahidi sana kutenda wema, itawasaidia sana katika maisha yenu. Kitu kilifanywa na wengine ila kikawa adhiri kijiji kizima, hivyo kabla ya kufanya kitu jua kinaweza kukuletea madhara, sio wewe tu, hata watu wanaokuzunguka. Wanakijiji walipata lile somo na kukubaliana nalo. Basi Sister akaondoka katika kijiji kile, huku akiwa na furaha sana sababu ametoka kufanya kitu kizuri katika kijiji kile. Ile yupo njiani, akawa anapiga stori na kitabu kile. Unajua bila wewe tusingepata jawabu nini cha kufanya, ila wewe ndio umeweza kusaidia mpaka tumewasaidia watu wale. Kitabu kile kikasema, hapana, wewe ndio umeweza kuwasaidia, wewe ndio umefanya mimi niwasaidie. Basi wakazidi kusonga na safari yao, bado wapo mbali sana kufika katika ufalme wa kusini. Sister akakiuliza kitabu kile, hivi unafahamu kwa nini wewe una akili sana kuliko wanadamu wengi? Kitabu kikasema hapana, mimi sio kama nina akili sana, bali mimi nina busara sana, na nilivyotengenezwa nimewekewa upeo wa ajabu sana kuliko hata wanadamu wengi. Sister akasema, ndiyo maana umeweza kutoa jawabu sahihi nini tufae, sababu ya uwezo wako mkubwa. Basi wakaendelea kupiga stori za hapa na pale, ili wasiboeke njiani, ila wameendelea na safari kwa mbele. Wakakutana na mti mmoja mkubwa sana. Mti ule ulikuwa ni mkubwa sana kiasi, ukiwa chini ya mti ule kutakuwa na giza nene sana limetawala. Sister hakutaka maneno yoyote, wala hakuukaribia kabisa mti ule. Akauzunguka mti ule na akaendelea na safari yake. Hatimaye mida ya usiku umefika. Sister yule akapumzika, ili kesho aendelee na safari. Asubuhi kufika sister akaendelea na safari yake kama kawaida. Ile yupo njiani, sister akakutana na watu watatu msituni pale. Watu wale walikuwa ni wanaume waliojaa sana tena wana hasira sana. Wanaume wale walikuwa ni majambazi, hivyo wakamsimamisha sister. Dada, tunaomba usimame. Sister kweli akasimama. Wanaume wale wakamwambia, kuna kitabu tunakitafuta hivi, wewe ndio unacho? Sister akaogopa sana kusikia hivyo. Sister akasema, hapana, mimi sina hicho kitabu wanaume wale wakasema, tunaomba vitu vyako tukusachi. Sister akatoa vitu vyake, ila alikuwa anahofu sana, sababu ni kweli kitabu hicho anacho. Wanaume wale walivyomsafi, kwa bahati iliyoje hawakukiona kitabu kile. Basi baada ya kumaliza kumsachi, wakamwachia aendelee na safari yake. Sister alishangaa sana kuona kitu kile, sababu haya mambo hakutani nayo mara kwa mara. Ile kufika mbele kidogo, sister kuangalia, akakikuta kitabu kile kimo ndani ya vitu vyake. Sister akauliza wale watu, ilikuwaje hawakukuona wakati upo? Kitabu kile kikasema, huwa nina uwezo wa kujificha endapo kutakuwa na maadui. Sister akasema basi sawa, wakaendelea na safari yao. Je, unadhani itakuwaje kule mbele? Basi usiache kunifollow na kuandika ep5.